Watatu wameangamia katika mkasa wa moto katika kijiji cha Kugerwet, kaunti ya Kericho, usiku wa kuamkia leo. Watu hao ni mama, mtoto wake na pia mfanyikazi wa nyumba. Wanakijiji waliofika eneo hilo wanasema moto huo ulitokea usiku wa leo na kuwafahamisha wazima moto, ambao walifika mwendo wa saa kumi asubuhi kuzima moto huo. Nimepoteza mamangu, dada yangu na mfanyikazi wetu. So it is so painful. And uh, tunahitaji usaidizi wenu kabisa, mtuombee, mtusaidie, tumepoteza kila kitu kwa nyumba. Nilikuwa kwangu nyumbani saa sita ya usiku nikapikiwa simu ndio nikaambiwa nyumba inachomeka, ndio tukakuja. Tulipoingia tulikuwa tulipata majirani na wasimamoto, tukasaidiwa hapo, lakini kwa bahati mbaya tulipoteza mama yangu, sista yangu na na, na, na maid. Kwa kweli tulistukia kitu kama saa sita ya usiku tukisikia nduru na tulipofika Uh, tulifanya chochote lakini haikuwezekana. Sasa tunasema pole na sisi wote kama kijiji hatujui kiini cha moto hii. Nikapika kariya fire na waka respond, ilikuwa saa nane na, na kitu wakafika na nikafika hata mimi nikaona moto ilikuwa kubwa sana. Family, wanataka wafanyiwe counseling. So I hope they will be here so that was idea family I have seen the the daughters and the other family members they need guidance and they need a counseling so that to be able to you know, accept the challenge that has befallen the family. Nipiko kubwa kwetu sisi sote se uh, kama wadi yetu kama Kugerwet na pia kama famili